Mtakumbuka tulikuwa tuna UVIKO 19 janga e, ambalo lilikumba dunia nzima na nchi yetu ilipata mgonjwa wa kwanza Machi 2020. tulikwenda vile tukawa tuna e, e, wagonjwa kadhaa wengi kwa miaka kadhaa, lakini ilivyofika mwaka 2023 ugonjwa ulikuwa umepungua e, sana duniani na nchi nyingi zilikuwa zimechanja wagonjwa wakawa wamepungua wame kabisa kwenye mahospitali mbalimbali na tukawa tunaishi nao ugonjwa wa UVIKO 19. Kwa hiyo tarehe 5 Mei 2023 Shirika la Afya Duniani lilitangaza rasmi kwamba UVIKO 19 sasa siyo tishio, sio ugonjwa wa wa afya ya jamii wenye tishio la kimataifa eh, wakaita, yani ni kwamba sio tena public health emergency of international concern. Hii inamaanisha kwamba ni ugonjwa ambao hauna, hauna au autishii tena e, dunia kwa maana ya kwamba ni ambao tunaweza tukaishi nao bila shida. Sasa kwa wakati huo nchi yetu tulikuwa tumesha chanja watu zaidi ya milioni yailioni3 mnyk maanayake ni, ni kwamba jamii e, kubwa ya Tanzania ina chanjo. Kwa hiyo chanjo ilikuwa inasaidia mambo mawili makubwa inapunguza ukali ukali wa, wa wa ugonjwa kwa ambao watakwenda kuendelea wata kwa kupata ugonjwa huo, lakini pia ilikuwa inazuia mtu kutougua. Aidha unaweza usiugue kabisa, au ukiugua, unapata ugonjwa mdo, sio mkali. Sasa trendi hii imeendelea. Ugonjwa UVIKO-19 ambao unasababisha magonjwa ya kupumua ulikuwa unaendelea, lakini watu hatupati waliolazwa, ila wanapata kusikia homa kidogo, kichwa kuuma, mafua hapa na pale, lakini haufikia hatua ya kulazwa. Sasa hii trendi ambayo imetolewa juzi ni ile tulikuwa tunaona miezi ya mwezi wa pili mpaka wa sasa hivi, huwa ni vipindi ambao magonjwa yanaongezeka haya ya upumuaji. Sasa tumepima kwenye, kwenye vituo vyetu vya ufuatiliaji wa magonjwa, tumeona kwamba COVID-19 imepanda, lakini hii inamaanisha tu, sio kwamba wagonjwa wameanza kulazwa hospitalini. Kwa hiyo sisi tunafuatilia wagonjwa wale ambao walikuwa wanasikia homa, wanasikia anaumwa, tunapima na tuna vile virusi tunaangalia trendi kwa baada ya influenza kuwa zimeongezeka, influenza safari hii zimeongezeka. Hii tumeona virusi hivyo vya uviko 19 haimaanishi e, kwamba wagonjwa hao wote ambao tumewaona wenye wana dalili za kawaida hakuna aliyelazwa mpaka sasa hivi kwamba anaumwa, ana, ana, ana uviko 19. Hakuna ambaye amefariki na tutarajii kwamba tutapata wagonjwa serious kwa uviko 19. Kwa hiyo unachotaka kuambia wananchi tu ni kwamba hii inatupa tu picha kwamba ugonjwa huu tunaishi nao tuko nao lakini, tulivyopata tulivyochanja kipindi kile, tulifanya jambo zuri ambalo limefanya jamii yetu ina, ina, imekingwa, imekingwa. Tunachotakiwa kufanya sasa ni kwamba e, kwa kuwa tunaweza tukapunguza maambukizi kwa, ku, kwa kunawa mikono kwa kufanya, unapokuwa una dalili za kuugua, kama una ndugu yako pembeni ambaye ni mzima, mtoto, mtu mzima, wewe ukivaa maski unamkinga, yani ndio point ndio point kubwa ambayo nataka wananchi wafahamu kwamba ukiugua wewe jikinge kwa mwenzako, lakini sio tishio kwamba tunaweza tukaanza kupata wagonjwa wengi tukaanza kuwalaza na kuanza kuleta taharuki e, nchini. Kwa hiyo niwatie tu moyo wa Tanzania wenzangu kwamba hii tu inatuonesha kwamba sisi tunaendelea kufuatilia ugonjwa, upo kwenye mitaani kwetu, lakini ni ugonjwa ambao tayari tumeshau control hauwezi kusababisha mlipuko mpya.